Nashukuru sana. Aa, niseme tu sisi kama mainjinia tulioshiriki katika ujenzi wa daraja hili tunavyoona mm, wageni mbalimbali mbali, wanakuja kutembelea mradi huu katika siku zinazokaribia za uzinduzi wa daraja hili ambapo Mama Samia tarehe 19 atakuja kulizindua, tunajisikia faraja sana. Na niseme tu kwa siku zilizosalia hizi tuwakaribishe wageni wengine wote wanaotaka kuja kutembelea mradi huu waje waone kodi zao jinsi zilivyotumika, lakini pia waweze kutangaza nchi yetu kwa kupitia daraja refu ambalo litakuwa la sita barani Afrika. Nadhani siku litakapo limezinduliwa wananchi wa, wa maeneo wa haya jirani ya mkoa huu wa Mwanza lakini pia mikoa mingine wanaotakuwa tumia hii njia na daraja hili aa, watajisikia faraja sana kwa sababu ita ita, itapunguza muda wa usafiri kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kama unavyofahamu, daraja hili sio tu kwamba linaunganisha nong, wilaya na wilaya mkoa wa Mwanza, bali linaunganisha mikoa, lakini pamoja na nchi mbalimbali katika ukanda huu wa magharibi wa Ziwa Victoria, ambayo zikiwepo Kenya, zikiwepo Ugan, Uganda, Rwanda, Burundi na, na Kongo kwa hiyo itakuwa faraja sana. Wale wenye maloli walikuwa wanatumia muda mrefu pale kwenye vivuko, itachukua ndani ya dakika tatu hadi tano kuweza kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa hiyo hakutakuwa tena na msongamano na kupoteza muda kwa wasafiri wote, na kama unavyofahamu, daraja hili linaweza kubeba mpaka tani 160 kwa hiyo ni magari yote yataweza kuruhusiwa kupita hapa. Kwa hiyo ni ni, ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nimwombee Dkt. Mama Samia Suluhu Hassan uh, awe salama mpaka siku atapokuja kuzindua daraja hili, Watanzania waweze kunufaika kupitia mradi huu, na tuko hapa kwa ajili ya kutazama mradi huu ambao Mheshimiwa Daktar Samia Suluhu Hassan ameutekeleza kwa asilimia mia moja, lakini pia tuko hapa kwa ajili ya kujifunza zaidi y yeah. Kilichotuhamasisha ni kwamba tunaunga juhudi za mama tunaunga mkono juhudi za rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini pia tuna support kindakindaki kile ambacho anakifanya hmm, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kiukweli cha kuambia ni kwamba tumshukuru sana rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu amefanya jambo hili kwa ukubwa zaidi. Kiukweli daraja hili linapendeza sana, lakini pia sisi wananchi tulitunze na tulithamini zaidi kiukweli ni kwa namna kubwa sana, yani siyo kama sio sawasawa na mwanzo. Kwayo sasa hivi, kiukweli safari zetu zitakuwa ni za urahisi zaidi na salama zaidi. Hii tumekuja kwa sapoti ya mbunge wetu Angelina Silvesta Rubala Mabura kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, lakini pia anavyoendelea kumsapoti Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani katika kuhakikisha kila hatua anayoipiga na yeye yupo nyuma yake kama Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ilemela. Hapa tulipo ndugu mtangazaji, ni, ni upande wa Nyamagana na Sengerema, lakini tumekuja na mbunge wetu Angelina Mabura kwa sababu yuko bega kwa bega na mheshimiwa raisi, kuhakikisha anapita naye njia zote ambazo yeye anazipita, kwamba siku ya tarehe kumi na tisa tusikose kwenye uzinduzi wa daraja hili, kwa sababu limeleta manufaa makubwa na limekuwa kivutio kikubwa kwelikweli, kama hivi ambavyo mnaliona wananchi wa Tanzania na wananchi wa Mwanza na Ilemela. Yaani, daraja ni zuri linavutia, na linaweka usalama wa abiria. Sitaki kuamini kama nimesimama katikati ya ziwa Victoria, lakini hivi ndivyo ilivyo, kwa sababu mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ya, ya mradi huu wa kimkakati kuhakikisha unatimia. Mimi nasema asilimia tisini na tisa mpaka hivi sasa, siku akizindua tu ni asilimia mia moja, kwa sababu wananchi tayari watakuwa wamekwisha kuanza kuutumia. Ya nisisemee wananchi tu nijisemee mimi mwenyewe kwa sababu mimi pia nilikuwa napata changamoto sana. Na nakumbuka siku moja niliwahi kupita hapa na na, ki, na kivuko. Siku ile ilikuwa imenyesha mvua kubwa sana, nilipita nimeshika roho mkononi. Lakini hivi sasa naweza nikapita nikiwa nimesinzia bila hata kujali na nisijue kama nimeshavuka ziwa. Kwa hiyo hizi zote ni jitihada za Mheshimiwa Rais kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanakaa salama. Hivyo mimi naomba tu kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan popote alipo mama. Sisi wa Tanzania tupo nyuma yake. Yaani yaani kivyovyote vile, na nashindwa niseme neno gani zuri ambalo mtamlipa Mheshimiwa Rais kwa yote aliyofanya nchini. Lakini itoshe tu kusema tunampenda sana rais wetu Samia Suluhu Hassan, lakini pia mbunge wangu wa jimbo la Ilemela Angelina Silvester Lubala Mabura. Ilemela ameifanya ikapendeza. Hiyo yote ni kwa sababu ya muunganiko wake yeye na Mheshimiwa Rais wa Tanzania.